Soka letu kwa wakati huu hapa kuweza kuangazia yale ambayo yamejiri hapa nyumbani Tanzania, na tuelekee moja kwa moja mpaka a, Unguja Zanzibar, ambapo a, michuano ya NMB Mapinduzi Cup hatua ya nusu fainali imezidi kushika kasi hapo jana, ambapo kwa mchezo kati ya Azam Football Club ambayo alipambana na mnyama mkali Simba Sports Club katika mchezo uliochezwa katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar hapo jana usiku, mechi hiyo imemalizika kwa kikosi cha Azam Football Club kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao lilofungwa na mlinzi wakati uh, Lamek Lawi, pasi ya Shikina Diakite, hiyo hapo ikiweza kupigwa hapo na Lamek Lawi kuweza kufunga bao hilo. Na Lawi baada ya kusherehekea hapo, alienda kupiga magoti kama kwenda kuomba msamaha hivi, na watu wakajiuliza kwa nini sasa kwa nini <laughs> kwa nini sasa anamwomba msamaha nani? Na kwa nini afu wengi wanaombaga msamaha kabla ya kushangilia? <laughs> <laughs> Yaani ay ya amefurahia, alafu ndo akaomba msamaha. Unakumbuka, akafunga goli kashangilia, afu akakumbuka, ah, mkatabao nimetembea nao sana kwenye gari. <laughs> kuma ndo sababu ni sawa. Michael, kiufundi ilikuwa ni gemu ya aina gani? ukitazama kikosi cha Simba kilichoanza yeah. Alafu ukilinganisha na kikosi cha Azam Football Club alafu ungeenda kuangalia, uh, benchi waliokopo wamebaki mm -hmm. Uh, nadhani kwenye kikosi cha Azam benchi aliyebaki alikuwa nasema huyu ni mchezaji ambaye anaanza kwenye kikosi cha kwanza nadhani alikuwa ni Adolf Mtasingwa, ambaye pia amerejea kutoka kwenye majeraha, lakini maake mi ibidi mpaka ni, nije ni review katika wachezaji <laughs> wakiwa wanaingia kutoka kwenye gari mm. Namwona yoro mamadudi abi eh, namuona una, una kila saduni ah, mdogo wangu akaniuliza akasema, ah, hivi bin zaidi uko wapi ah, unaelewa yani kwenye kikosi ambacho kilichoanza <laughs> Alafu ukiangalia kwenye kikosi cha Simba, Elipanzu, Jonathan Soa amerudi, Jean Shalea wa uh, umenielewa, hiyo moment ambayo yeah, ilikopo uh, naiwaza, lakini final, Azam anaibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Technical wise ilikuwaje? yeah, ni, ilikuwa ni mechi ambayo ukijaribu uh, kuangalia Simba kwanza kwenye kuanzia hapo sehemu ambayo ameizungumzia ya squad selection hmm unaona jinsi ambavyo mwalimu uh, Steve alichagua wachezaji ambao pengine wanaweza wakawa hawana hofu na mechi za namna hii hmm. Lakini pia kwenye mpango wa kiuchezaji ulikuwa unaona mgawanyo wa majukumu kwenye kikosi ulikuwa ni mpango ambao Simba aliingia na wanne wawili watatu mmoja, hmm. Lakini kwenye mpango wa namna hii kwanzia kwenye eneo la katikati Nabi pamoja na Kante ndo walicheza kwenye hilo eneo. Juu yao akawa uh, nio Maema, Jean Charia pamoja na Elimu Panzo, ambao unajua kwamba kwa aina yao ya kiuchezaji hawa unategemea kuona kwamba kwenye mpango wa kiufundi wa kutengeneza mashambulizi hawa wachezaji watatu ambao wanacheza nyuma ya Jonathan Soa watakuwa na uwezo mkubwa wa kuifanya timu kufika kwa wapinzani, kwa maana ya kutengeneza nafasi, kitu ambacho ukikiangalia application yake kwenye mechi kilikuwa akionekani kutokea mara nyingi yani. ilikuwa ni ngumu kuona soa akipata hizo nafasi kutoka kwa wachezaji ambao alikuwa anacheza nyuma yake, ambao alikuwa anategemea kutengeneza hizo nafasi. Na pengine ambacho kilikuwa ni kigumu, unaweza kuona kwenye mpango Simba alimtumia awa kama mchezaji ambaye anatokea pembeni kidogo tufuone vile ambavyo anacheza nyuma ya mshambuliaji. Mshambuliaji. Nyuma ya mshambuliaji mara nyingi alikuwa anaonekana inafanyaje <coughs> uh, upande, upande mwingine, lakini unaona operation ilikuwa kazi kwenye kutengeneza nafasi. Kilichokuwa kinatokea ilikuwa na mlazimu awa mipira mingi ipokele nyuma ya mstari wa katikati, alikuwa anaenda kuchukua mpira kutokea chini a drive wa mpira ndio apate nafasi ya kutoa nafasi ya kufunga jambo ambalo lilikuwa ni gumu. Uone kama pengine first half walikuwa wanatengeneza nafasi nyingi zaidi kutokana na kile ambacho kilikuwa kina, kinafanyika. mm -hmm. Lakini kwa nini pia ilikuwa vile? Kuna nyakati unaweza kuelewa kile ambacho Azam FC alikuwa ameingia nacho. Azam kwanza, kwenye selection ya kikosi kulikuwa na mchanganyiko wa wachezaji wachezaji ambao ni seniors na wachezaji ambao ni juniors. mm -hmm kuna Twalibu kwenye nalame, eneo la yani, kwenye eneo la kiulinzi tunasema yuko Twalibu, yuko na Lame Kilabu <coughs> ambaye hajapata game time sana, lakini unaona jinsi ambavyo walikuwa na wanacommand eneo lao la kiuzuiaji, Ashraf Kibeku. Ashraf Kibeku ambaye anacheza full back, lakini mwalimu alimchezesha kwenye eneo ambalo imidmao juu yake, ndo alikuwa wanaona Ashraf Kibeku kwamba muda mwingi anaweza akawa nakimbia kwenye eneo. Na kwa nini alikuwa anapata faida? Kwa sababu Ashraf ni mchezaji ambaye speed wise ni yuko sawa sawa. Hmm. Uh, reaction yake pia kufika kwenye matukio kwa uharaka inaweza ikawa iko sawa sawa kuliko ambacho anaweza kufanya midimao. Kwa hiyo midi alichokuwa anakifanya ni kwa lead wale vijana ambao walikuwa wanacheza juu yake kwamba nataka uh, Ashraf fika kwenye eneo lile lile na lile, inaweza ikawa rahisi kwenye kufanya huo mpango. Diakite mzuri kwenye eneo la pembeni mwa kiwanja, unaweza kuifanya hiyo operation kwenye ile eneo, kwenye kushinda vita moja dhidi ya moja, kwenye kupiga cross, kwenye kutengeneza hatari nyingi, unaweza kuifanya hiyo kazi wakati ambao Azam awao alikuwa anajua kwamba eneo la juu la kiwanja yuko mshambuliaji kinara ambaye ni Jafet Kitambala no. bola ambaye alikuwa anaona mara nyingi kwenye bato ambazo zilikuwa zinatokea kwenye ya kushambulia, ilikuwa ni kama yeye anashinda 60% afu walinzi wanashinda 40%. Unaweza kuona nguvu ambayo alikuwa anaitumia ile, jinsi ambavyo anatumia uh, umbo lake kwenye kuwin hizo bato, ilikuwa ni mpango mwingine ambao ulikuwa ni mzuri. Lakini mpango mwingine ambao ulikuwa ni hatari kwa upande wa Azam FC walitengeneza hatari nyingi pia kupitia mipira ya kutengwa. Unaweza kuona hatari nyingi ambazo Simba alikuwa anakabiliana nazo, ukiachilia mbali zile za open play ambazo kuna nyakati zilikuwa ni ngumu. Simba alikuwa anapata tabu sana kwenye mipira ya kutengwa. First half unakumbuka ilikula nguzo, ilikuwa ni mpira wa kutengwa ambao mba a moja la bao la Zidane Seleri ambalo lilikataliwa Uh, na mshika kibendera ilikuwa dakika kama kumi na tano hivi yes. Uh, baada ya Randy Zuzu kufanyiwa badhambi uh, ilikuwa upande wa kulia mwa uwanja wakati yeah. Uh, Azam anashambulia upande wa kushoto Simba akiwa anazuia, e, ilitokea lileta kidogo e, sintofahamu kwamba ilikuwa ni offside e, ama haikuwa... Ama haikuwa offside kwa Zidane Seleli mm. Lakini ukiangalia na Nkini mm. Simba shida ni nini A kwanza, uki kabla ujaangalia Simba shida ni nini, nafikiri tukubali ya kwamba Azam waliwazidi, yani Azam wamewazidi ome, Simba na hawajawazidi kwenye mechi hii. Unaweza kuichukulia hii mechi kama kama kama kipimo, lakini kumbuka ya kwamba kwenye ligi tulivyopita Simba mpoteza pia goli mbili bila mm, dhidi ya Azam. Kumbuka msimu uliopita moja ya timu ambayo iliwazuia Simba kuchukua ubingwa ni Azam, sare ya mbili mbili, ambapo sare anakuja kusawazisha kwa huko. Ni mechi tatu mfululizo Simba hawajawafunga hawajawafunga Azam, na kwenye hizo mechi tatu mfululizo sio sio mbinu ya mwalimu mmoja, unazungumzia mbinu ya waalimu watatu tofauti, kwa sababu ile mechi ya ligi ile ya, ya, ya sare ya mbili mbili mwalimu alikuwa ni Fadu, mechi ya goli mbili bila Simba wanapoteza mwalimu alikuwa ni Selemani Matola. Mechi hii hapa mwalimu amekuwa ni Steven Beko, na mechi zote sio kwamba kuna ile ya kusema kwamba hii imekuwa ni, ni bahati mbaya, mechi zote alikuwa <coughs> me yes. alikuwa bado <laughs> <bada>. <coughs> matola kwa <laughs> kwenye mechi hizo zote ukizitazama, na fikiri meneja alikuwa ameondoka, ameshaondoka. Sababu ile mechi amesimamia Matola ndio ikawa na kelele nyingi sana baada Ukitazama hizo mechi zote unaona mechi zote yani hakuna ile ya kusema hii ilitokea bahati mbaya, zote Azam waliwazidi waliwazidi Simba kwenye mbinu, kwenye mechi hii hapa. Sasa ambao unakuja kuizungumzia mimi, sio sio mpenzi sana wa wa aina ya mechi hizi hmm, sababu hii mechi atakuja kwenye takwimu, ukiangalia ina faulu nafikiri zile ambazo mwamuzi amepuliza ishirini na tisa hmm, mechi hii moja ishirini na tisa. Hiyo ina ina maana kulikuwa kuna wastani wa kila baada ya dakika tatu mwamuzi anapuliza filimbi mm -hmm. Lakini nafikiri kadi ni tisa kama sio kumi kwenye mechi, kadi za njano ikiwemo nyekundu moja ambao simba walipewa mm -hmm. Kwa hiyo ukiwaona jinsi walivyokuwa wanacheza ni mechi ambao kila timu ilikuwa inahitaji matokeo lakini kwenye yale matokeo unaona, Azam kila wakati, Azam ana nafasi kubwa zaidi ya kupata, ya kupata ushindi kwenye quality ya wachezaji mbinu <coughs> za mwalimu, kwa sababu simba wanakuwa tofauti pia na Azam. Tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na wachezaji vijana ambao alikuwa kwenye goli, wanasema kwamba hili hapa ndio likataliwa. Mimi mimi mimi nilivyoliangalia, alikuwa ni goli halali, yani kwangu mimi jinsi ambavyo nimeona na kupata hiyo faida mm -hmm, ya marudio nilikuwa ni goli halali zaidi kwa Azam. Ma, ma, ma, Michael? Kwa faida marudia, marudio, uh, ilikuwa ni offside. Hii hapo. Kwa hiyo tukiwa hapa mpira unatoka Uh, amangalimwangalie mfungaji anapokuja kutoka kule, anapokuja kutoka mfungaji hmm. Kuna mchezaji ambaye yuko offside lakini ule mpira hausiki hahusiki nao hmm. Alafu mfungaji, mfungaji anapokuja kutoka, anatoka katikati ya kundi la wachezaji wengi hmm. Anawawini wale mabeki wa Simba anakuja kupiga kichwa. Sawa. Uh, tuangazie mchezo mwingine ambao unakwenda kuchezwa leo ambapo, uh, michuano ya NMB Mapinduzi Cup ambayo 2026 uh, ambapo Young Africans yeye atakuwa anapambana na Singida Black Stars kusaka timu ambayo itaelekea kucheza fainali dhidi ya Azam Football Club. Ni mechi nyingine tena nzuri, uh, tam ya kuweza kuipata leo kati ya Young Africans dhidi ya Singida Black Stars ya yes, Singida uh, kwa mara nyingine wanacheza dhidi ya Young Africans kwenye kombe la Mapinduzi wakati huu, lakini wao wakiwa na kumbukumbu mbaya zaidi kwenye uwanja huu wa New Amani Complex hmm. Hasa pale ambapo wanacheza dhidi ya Young Africans kwa sababu mara mbili almost wao wamecheza hapo na wamekutana wakati mgumu kwenye mechi ya ligi ambayo alikutana hapo uh, az, I mean Yanga alishinda hmm. gola kwa mzuzu, lakini kwenye mechi ya Azam Sport Federation pia walipoteza pia hapo mm. Kwa hiyo nachojaribu kuangalia ni kwamba uh, Young Africans wanaingia kwenye mechi wakiwa wameonyesha performance ambayo inawezekana ikawa inamtisha mpinzani kwenye kile ambacho amekifanya kwenye mechi mbili ambazo amecheza kwenye hatua ya makundi. Uh, unajaribu kuona mwalimu kile ambacho anakifanya kuanzia kwenye selection ya kikosi ambacho anakitumia, hauoni kama kuna sehemu pengine anasema hapa anajaribu kutumia wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi ama wana ubora huo ambao wanafanana na wachezaji ambao wapo kwenye kikosi. Ukiangalia kile ambacho kinafanywa na wachezaji ambao ni A list kwenye kikosi, uh, kina Maxi, kina Pako, Mzuzu ambacho anakifanya, ongezeko la mtu kama uh, Damaro Kamara kwenye kwa eneo la kiungo ngosha, ngosha <laughs> na anafanya kazi yake kwelikweli kwenye eneo la kiungo kwa unaweza kuona kwa Uh, Singida pengine wao wanatakiwa kujiandaa kucheza dhidi ya Young Africans kwa sababu ya hiyo quality ambayo Yanga ameendelea kuionyesha kwenye haya mashindano na kile ambacho amekifanya. Uh, kingine ambacho Singida anaweza akawa na kipitia kwa wakati huu ni timu ambayo unaona jinsi ambavyo kuna baadhi ya maeneo wana struggle kuwapata watu ambao anaweza akawa wana fit. Kwa mfano kwenye mechi ambazo Singida amecheza uh, hivi karibuni wanamtumia Morris Chuk kwenye eneo la kiungo lakini amekosekana mtu wa wakupa kupacha naye kwenye hilo eneo la kiungo. Mwalimu mmlazimu kumchukua Ibra Mimoro kutokea fullback ya kushoto kwenda kucheza kwenye eneo la kiungo, anacheza yeye pamoja na Morris Chuk. Haiji kwa bahatimbani kwa sababu mwalimu akiangalia aoni kama kuna mtu ambaye anaweza akafiti kwenye hilo eneo, kuwa naangalia nani ambaye yupo kwenye benchi anaweza akaingia hapa na akacheza, amempata Ibra Mimoro sasa. Uh, anacheza kwenye maeneo ya pembeni, ikawa kazi yao ni kusubiria mipira ya pengine, wakati mwingine ikiwa mipigo mirefu ndo akutane nayo, lakini hautakuwa na assurance ya kuwa na mtu ambaye anaweza akawa na kazi ya kutengeneza zile nafasi ambazo ni clear zaidi uh, kwenye mechi utategemea kuona mipira ikifika kwenye ile eneo pengine itoke kwenye eneo la pembeni kwa kina Lamine, kwa sababu Lamine ana uwezo angalau wa kumbiti mtu mmoja kwenye ile 1v1, then atengeneze nafasi ya kushambulia au itokee uh, kwenye eneo la pembeni upande mwingine iwe hivyo, au upigwe mpira mrefu, timu ipate hiyo faida. Kwa hiyo kucheza keke katikati Diomande, keke anaweza uh, akacheza, lakini umeona mwalimu mw, amewatumia, wanafikiri ilikuwa option hiyo kwa mechi hizi mbili ilikuwa inakosekana labda kama watakuwa wapo available kwenye mechi dhidi ya Yanga Africans mm. Inaweza ikawa rahisi kwa Emmanuel Keke kucheza kwenye kiungo, utofauti kwenye eneo la kiungo angalau mm. tuona picha nyingine au tofauti ambayo inaweza ikawa na mpango mwingine wa kiuchezaji kwenye ile eneo. Kwa hiyo inawezekana uh, ikawa ni mechi nyingine ambayo bado toughness itakuwa ni kubwa. Tunajua jinsi ambavyo mechi unavyocheza dhidi ya Yanga, opponent yote anatakiwa kujua kama anacheza na timu ambayo iko bora na unatakiwa kujipanga kwenye kila tukio ambalo alifanya. Mm, maneno ni mengi sana. <laughs> Wakati zile tambo za kutambiana uh, ilikuwa ni jana maafisa mm. Uh, habari wote wanne walipokuwa wanazungumza ilikuwa ni juzi juzi eh, eh, eh, eh, eh. Kabla ya mechi ya jana. Sasa eh, eh, <laughs> kuna klipu moja alikamwe akawa anazungumza na masanza masanza, asema eh, sisi tumapeni ruksa waambie benchi la ufundi watu wetu wawili wale waliokuwepo huko wanaruhusiwa kutumika katika mechi. Ka, akamwangalia akavivi eh make kama walivyokuwa kama vile a, pamba walivyocheza, tuliwaruhusu akina Najib Musa na Kevin Nasho, mechi kabadilika sana. Na nyinyi ni hivyo hivyo pia tunaruhusu. Akaambia na sisi pia tutaanza kuhesabu watu wetu waliokuwepo kwenu. <laughs> <laughs> Hawa watu wa kina nani? Akaambia kocha tumbewapi sio tumewapa Sudani. Akamwambia, hata na wewe nipeleka <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Beep mi. laughs> kule <laughs> <laughs> <laughs> wasi basi ni tambo ambazo kiukweli zinafurahisha, na mpira mambo anakuwa yanakwenda. Basi mchezo huo utakuwa unaanza saa mbili na robo Uh, usiku na kuweza kushuhudia kupitia uh, Azam Sports 3 HD uh, utaweza kupata uhondo huu hapo katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Tutoke hapo katika mashindano ya NMB Mapinduzi Cup, tuwe tukaangazia taarifa nyingine, ambapo ligi kuu ya wanawake Tanzania Bara msimu 2025 26 ilizidi kushika kasi hapo jana, kwa miongoni mwa mchezo mkubwa kuweza kuchezwa katika ligi hiyo, ambapo hapo jana kikosi cha Simba Queens chini ya kocha Musa Hasani mgosi wao walikuwa wanawakaribisha JKT Queens uh, ambao wapo chini ya kocha Lizi Liz Kikesi, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja kikosi uh, cha JKT Queens wakitangulia kupitia kwa Winfrida Gerard kabla ya nyota wa Simba Zawadi usanase kusawazisha kipindi cha pili kwa mkwaju wa faul wa adhabu ambao ukaweza uh, kuleta sare ya bao moja kwa moja ukitazama mchezo wa jana ambao ulichezwa katika uwanja wa Azam Complex jambo la kwanza kuna kitu ambacho nafurahia nacho uh, kwa mechi kuchezwa majira ya jioni kidogo mechi zinaanza mm-hmm. saa kumi na mbili yeah. kwanza hakuna jua kumepoa watu wanapata nafasi watu wengi kusogea kuangalia mechi yeah. Uh, kingine kilichonifurahisha ni approach za walimu katika mechi walizoziendea, lakini swali langu kubwa, mimi sikutaka kuliangalia matokeo, swali langu kubwa ni aina ya soka la JKT wanalocheza kwa sasa. Uh, mfano kipindi cha pili, mara nyingi timu imekuwa ipo down ipo chini inasubiri mashambulizi ya kufanya counter attack ni kitu ambacho nilikiona pia hata katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo kundi lao walikopo na AS FAR, walikopo na ASEC Mimosa. The way walivyocheza wamecheza na timu ya Gaborone United ya Botswana, timu inamtegemea Winfrida Gerard, ipigwe mipira mirefu ama Stumai ama Jamila Rajab asimame juu lakini unaona timu muda mwingi ipo chini na the same nimeiona pia kwa jana yani na, na, nafikiri, ingekuwepo pale, ningemuuliza uh, coach uh, Mgosi, unaamini kwamba ilikuwa ni siku yako ya kuondoka na alama tatu tofauti na alama moja kwako, lakini why uh, kwa kocha Riziki uh, kwamba anaiweka sana timu chini, wachezaji wamechoka, timu inahitaji lishafo au vipi? Michael, ya nafikiri kuna uh, uki jumlisha matukio yote ambayo yametokea na hizo mechi ambazo umezitaja hmm. Kwenye mechi za ligi ya mabingwa Afrika, kama nakumbuka kuna mechi ambazo JKT alikuwa anaanza kupata goli alafu hmm, wapinzani wanakuja wanasawazisha na mambo anakuwa ni magumu kwa upande wa, wa, wa, wa, wa JKT Queens. Inawezekana hiyo ikawa ina, inathibitisha ina hicho ambacho nakisema kwamba pengine mwanzoni anavyoanza kasi ya mchezo na approach ambayo anakuja nayo ni kwamba wao wao wa kwanza kwenye matukio mengi ya kushambulia, lakini wakishafanikiwa wanaamua kubadilisha staili yao ya kucheza na kuamua kuwa nyuma, then mpinzani ndo awe anauliza wao maswali, wao wanajibu kwa njia ya counter attacks. Ukiangalia hata jana kwenye kipindi cha kwanza ulikuwa unaona jinsi ambavyo wao angalau walipata nafasi kadhaa, ukiachilia mbali goli ambayo walifunga, kuna nafasi nyingine pia wazi ambayo waliipata Uh, ilikuwa imetokea mwishoni tu kwenye kutapu mpira ambao ungeweza kwenda golini, badala yake wakati ana utapu mpira ukawa umeenda pembeni kidogo mwalango upande wa kushoto wa golikipa wa, wa ikawa nafasi ambayo pia walipata nafasi ya kutengeneza, lakini inawezekana uh, kwenye kile ambacho kinatokea kwenye mechi, inategemeana pia wakati mwingine na mpinzani amekuja kwa kasi ya, ya namna gani. Ukiangalia uh, Simba Queens kwenye mechi. Of course, kuna moments ambazo nasema mwanzoni ilikuwa ni ngumu kwao kuweza kuifikia safu ya ulinzi ya JKT Queens. Lakini muda ulikuwa unazidi kwenda, ulikuwa unaona mambo yalikuwa yanabadilika. Simba Queens walikuwa na mpango mzuri wa kutoka kwenye eneo lao kwenda kwenye eneo la kushambulia kwa kasi ya, ya, ya, ya ambayo ilikuwa nazidi zaidi, lakini ulikuwa unaona jinsi ambavyo uh, kuna muda unasema hii kasi, ili ukabiliane nayo ukisema nayo upishane nayo, kwamba uende juu kwa idadi kubwa ya wachezaji alafu uje uh, uzibe hizo nafasi kwa, kwa wakati ambao atakuwa anakufanyia kaunta pres, inaweza ikawa ni ngumu kwa kuweza kwe, kufika kwa wakati sahihi na kuzuia hmm, kile ambacho kinapatikana. Kwa hiyo wakati mwingine naweza kusema hata liziki pia alikuwa anajua kwamba kwa kasi ambayo simba anakuja <coughs> nayo, nikisema nitoe wachezaji wengi kwenda kushambulia, itakuwa ngumu kwangu kwenye kuzuia hali ambayo inaweza ikanifanya nikakonsid pengine magoli mengi zaidi kwenye mechi, jambo ambalo litakuwa kwake ni hasara zaidi, hasa ukiangalia zile mbio za ubingwa. Kwa hiyo nafikiri hii alilazimishwa yeye kukifanya kile ambacho alikifanya, kwa sababu hapakuwa na wepesi wa yeye kujibu kile ambacho uh, walikuwa nakifanya Simba Queens, kwenye kasi ya majibu ambayo alikuwa kwa anatoa baada ya kuwa wamenyang'anya mpira kutoka kwa JKT Queens kwenda kwenye lango lao kwa hiyo ilikuwa rahisi kwake kuweza kuzuia kwa njia ya kuwa na watu wengi kwenye eneo la chini ya kiwanja hmm. Ukiangalia hili bao ambalo lilifunga uh, Zawadi uh, Usanase, ni bao ambalo uh, juzi uh, Asha Jafar ambaye alikuwepo Simba Queens, sasa hivi yupo Yanga Princess, aliwafunga uh, Mashujaa Mashujaa Queens hivyo hivyo, yani alisema mwenyewe kwa pembeni kidogo, naye alipiga hivyo hivyo anaichop kwa pembeni, anapiga kwenye kidole gumba, tunaita kwamba unaitafutia kwenye uh, far post kwenye upande wa pili, na mwisho siku unakuwa ni bao. Lakini nafikiri kwa JKT Queens, Simba Queens wamefanya maboresho makubwa sana ya kikosi chao, wameondoa wachezaji wengi sana kwenye hili shafu ya timu, na unaoona hata aina ya uchezaji ambayo timu inavyokwenda kwa wakati huu, nafikiri JKT wanapaswa pia na yenyewe kuangalia lishafo ya kikosi na nafikiri wanatakiwa kuangalia lishafo ya timu. Uh, uzuni kwamba sasa hivi tupo kwenye dirisha dogo no. la usajili, wanaweza akaliangalia hilo lakini, uh, moja kati ya vitu ambavyo wao inawezekana kwenye timu akiviangalia wanajivunia ni aina ya wachezaji ambao wako nao. Umemtaja winfida hapa, inawezekana wao kwenye kila mpango ambao wanaotengeneza hmm. mtu ambaye wanajua kwamba hapa tutakuwa na faida naye kwenye nyakati nyingi ambazo naenda kushambulia ni pamoja na Winfrieda Jere. Kwa nini? Kwa sababu ana kasi, anaweza kucheza na maeneo vizuri kwenye eneo la kushambulia, lakini pia uwezo wa kufunga, hiyo sanaa yuko nayo. Inawezekana pia wachezaji kucheza kwa muda kama hivi ambavyo wamecheza, mashindano yamekuwa mengi kwanzia ngawa jamii, wamekuja kwenye ligi wanacheza hivi, wamekwenda kwenye ligi ya mabingwa automatikali wachezaji miili yao lazima itakuwa tofauti na vile ambavyo wachezaji ambao walikuwa wamepata muda wa kupumzika, kwa sababu hicho inachokizungumza mfano hicho. Lakini pia asilimia kubwa wachezaji wa JKT wanatumika katika national team, yani ndio maana naiona kama kuna hiyo miili yao inaweza ikawa ina, inakosa Mas... ile nguvu ya kucheza kwa muda mwingi mm. mara ya mwisho JKT kwenye national team walikuwa na wachezaji 14 wachezaji wachezaji kumi na nne mm. ambao waliitwa Twiga Stars. Hiyo unaweza ukaisema uka ni kweli lakini mi nikiona sioni tofauti yao sana na, na msimu uliopita, naona kwenye mbinu zaidi. Yani unajua shida ya ya kocha Riziki kutoka kwa Esta cha blue mm, yani naona kwenye kwenye mbinu ambazo wanatumia zaidi. Kuna mimi ukiniambia, nitakwambia mwalimu wa Jeketi ni mwoga, hata zile mechi ambazo unaona Jeketi wanashinda mm, yani ni mwalimu ambao kwenye, kwenye akili yake ana ile hofu ya kutaka kupotea kuogopa kupoteza, mm. Sababu hata ukiangalia hii mechi Simba aliingia kwa ni approach ya hii mechi kama jinsi ambavyo aliingia kwa ni approach ya mechi dhidi ya Yanga, mm. Aliwaacha kwanza Yanga wakacheza mpira alafu akagundua kwamba wana uhatari wana sehemu sehemu hizi na sehemu hizi, Simba walipokuja kubana kwenye lile eneo la Yanga la kushambulia mechi ikawa imeisha, imeisha ishia hapo hapo. Na huku sasa shida ya, ya, ya ligi ya wanawake ni kwamba Simba Yanga JKT wanaangaliana wenyewe watatu, yaani JKT kama akienda kwa Simba akifanikiwa kuchukua pointi, alafu akienda kwa Yanga akichukua pointi, ana asilimia kubwa zaidi ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo kwa Simba hapa, yeye ameshachukua ndo, ndo timu pekee ambayo nafikiri hii ni sare ya kwanza amechukua hi, hi, hi, chukua... uh, mm, moja kwa hiyo tayari ukishamwona ukisha anaendelea, anaendelea kujieka sehemu nzuri zaidi ya kuchukua ubingwa kwa sababu kama akiweza kuwini hizi mechi zake zingine ambazo zinafuata, ambazo kwao wenyewe huwa zinakuwa hazina pressure sana sema ingawaje kwamba kwa kwa Yanga kwa ni faida, kwa sababu wamepunguza gap baada ya kufungwa ile. Sasa uh, yeah, wamepunguza so, gap, lakini watatakiwa wamfunge Simba eh, yani, mm. yani, ili, ili mm. ufanikiwe sasa kukam, kukamilisha, wanatakiwa mm. wamfunge Simba kwa sababu hawana pressure sana kwenye hizi kwenye hizi mechi zingine, na JKT ndio hata ukifuatilia wachezaji huku Simba ukienda Yanga wa wachezaji wengi sana wamewatengeneza wao yani JKT huku wamekuja kuwatengenezea wachezaji hizi timu zingine, sasa hivi zinakuja kuwasumbua hata ukizungumza na, na wachezaji kwa mchezaji aliko Yanga aliyeko Simba ambao ni mzawa anakwambia sehemu nzuri zaidi ya maandalizi yao ya kukua kisoka ni, ni, ni pale ukija ukiona wanaweza kweli, hicho inawezekana wanawezahconachoksemeaezkaakka kinapita kwao sasa hivi hmm. lakini kwenye projekti yao ya kutengeneza soka la wanawake mi nafikiri kuna sehemu nzuri zaidi wanaweza wakatupeleka huko mbele kama watampata mwalimu ambao watakuwa wanahitaji kushinda au kwenye makaratasi watabadilisha kile ambacho wanataka kukifanya. si maanishi ya kwamba mwalimu wao ni mbovu hmm, lakini na maanisha ya kwamba aina yake ya kucheza sio ile ya, ya JKT ambayo imezoeleka kwamba JKT anakutana na Simba anakuja anamshambulia Simba dakika hmm, zote tisini, anachukua ushindi anakutana na Yanga the same. Sasa hivi JKT akipata goli moja, wanamuona anarudi anarudi nyuma, ndio nikasema kwamba mili imenok yaani ile season syndrome kwamba ametumia nguvu, kwa sababu ukiangalia wachezaji uh, wakina uh, golikipa Najat Abbas, ukimkuta lidi ya Kabambo kwenye namba mbili na anaitwa national team, ukirudi Anastasia Katunzi Doto Maseke, unakuja Janet Pangamwene, rudi kwa Donisia Minja, sogea sasa hivi amerudi ame, sasa hivi nani huyu binti ambaye kwa hapo Joyce Lema, alikuwa ameumia muda mrefu sana majeraha Stumai Jamila rudi kwa pembeni kwa Winifrida, timu ndio hiyo. Unachokisemea wewe ni sahihi, kwa wachezaji kwa, kwa kwenye soka la wanawake kutumika mm -hmm. kwenye misimu mitatu au minne mfululizo mm -hmm. ni lazima katikati wabadilishie, uongezee nguvu kidogo mm -hmm. mfano ndio unachokiona sasa hivi hata kwa Simba kwa Feti mm -hmm. Feti ametumika sana Simba mm -hmm. lakini sio kwamba ni mchezaji mbovu mchezaji mzuri sana lakini nahisi kuna, kuna sehemu mgosi anaona kwamba ngoja nimpumzishe sasa hivi acheze mwingine alafu atakuja kunipa ile eneji yake mwishoni. Yani hawawezi kucheza muda ule yani kwenye misimu mitatu au minne mfululizo, lazima watengeneze wengine ambao watakuja kuwasaidia kwenye zile nafasi zao. Kwa hicho unachokisema, inawezekana pia JKT wanakipitia wana sawa. Uh, mchezo huu ulimalizika kwa sare bao moja kwa moja, lakini kukumbusha tu matukio mengine uh, Biro FC ya Mwanza ilikubali kichapo cha mabao mawili kwa moja kutoka kwa Bunda Queen. Wakati mechi nyingine tena uh, Alliance Girls wao walipata ushindi wa bao mawili kwa moja dhidi ya Geita Queens. Wakati Tausi Football Club uh, wenyewe ambao hii timu kwa sasa uh, miongoni mwa nyota ambao wanacheza uh, ni Mwanahamisi Omari maarufu kama Gaucho uh, wao walipata ushindi wa bao matatu kwa sifuri dhidi ya Ruangwa Queens. Uh, timu ya Ruangwa Queens inatokea uh, kule Ruangwa uh, Namungo eh, ukisema Namungo kidogo watu wanaweza kwa wanaelewa vizuri, na miongoni mwa nyota ambaye kiukweli ambaye yupo kwenye kikosi cha uango wa Queens alikuwa na kiwango bora sana, ingawaje pakati kidogo naye kama amepitia majeraha na kiwango ni Asha uh, Shekigenda uh, Kadosho Uh, Shakigenda uh, yupo huku, lakini siasia Queens wao wamekubali kichao cha mabao mawili kwa moja dhidi ya Fountain, uh, Fountain Gate Princess, wakati Yanga Princess wao walichomoza na ushindi wa mabao manne kwa moja dhidi ya Mashujaa Football Club katika mechi ambayo unaona uh, wachezaji lekna na yule kama Dudu na uh, mchezaji mwingine kama uh, Koko Kipaga ambao wapo kwenye kikosi cha Mashujaa kina Fatuma Mustafa kitunini na kadhalika. Kwa hiyo kuna uondo fulani hivi wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara ambayo imekuwa ni bora kweli kweli. Tutoke hapo sasa tuelekee kuangazia uh, taarifa nyingine